Jambo na karibu tena mpenzi mtazamaji wa Ebwase Bwase kwenye kipindi chetu cha mtazamo wa siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, na leo tuna mgeni wetu rasmi ambaye anaitwa Jinakuu kwenye studio zetu za Ebwase Bwase, jina maarufu Jizas, Jizas Chala Mwana, na tunaenda kumkaribisha karibu sana kwenye kipindi chetu cha uchambuzi wa tazamo wa siasa za jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Congo. Karibu tena. Na bila ukawa tunapenda kujua Bwana Jinakuu Jizas. Tulionaga kipindi kimoja, kuna video ambayo iliendaga viral sana kwenye mitandao ya kijamii. Video iliendaga viral sana ya kusema kuwa unapenda ugombee kwenye kiti cha urahisi E, kwenye uchaguzi ujao wa elfu mbili ishirini na nane unapenda ugombee kwenye nyaswa ya uraisi ya kuwa rais wa jamhuri ya kidemokrasia ya Congo, utagombea kupitia chama gani ama chama kipi? Ni kushukuru bwana mtangazaji. Ni kweli mimi naitwa jina kubwa Jizas Chalamwana, kama jina maarufu ndio hiyo video. Ni kweli mimi nimeweza kujitangaza kwamba nitakuwa candidate wa urais katika mwaka 2028 na sina chama cha siasa nyuma yangu, lakini mimi niko candidate independent. kitu gani zaidi sana kilikusukuma hadi ufanye siasa ukaja kuwa njia ya siasa ukawa mwanasiasa yani, ukafanya siasa ya, ya naweza nikajibu kwamba mimi si mwanasiasa, mimi ni mwanaharakati mimi ni mwanaharakati na kama nimeingia huko kwenye eh, ku, kwenye pilikapilika za -pirika, uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini na nane ni kwa sababu tumeshaongea mengi na tume, tumeomba sana tumehubiri tume mengi sana kuhusu amani lakini haikuwezekana. Sasa nikaona kwamba njia muhimu ya mimi kusikilizwa na kutetea wanyonge kama vile mwanaharakati ni njia ya kuchukua njia ya ya kuwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna maneno umeongea hapo, ukasema eti wewe sio mwanasiasa au mfanyasiasa, wewe ni mwanaharakati. Sasa watazamaji na watu wengi wanajiuliza, wanaweza wakawa nyumbani huko wakajiuliza, hebu mwanasiasa anasema yeye sio mwanasiasa, yeye ni mwanaharakati. Unaweza ukatuambia, utukono tofauti gani baina ya mwanasiasa na mwanaharakati? Uh, kwanza ni kusema kwamba mimi kama vile mwanaharakati, mwanaharakati ni mtu gani? Mwanaharakati ni mtu ambaye anatetea wanyonge, anaona baya na nalikemea. Mwanaharakati ni mtu ambaye ana huruma na watu na ni mtu ambaye anatetea haki ya watu wengine na haki yangu pia. Lakini mwanasiasa ni ni ni muongo, ndio kile kinachosemekana kwamba ni porojo. Siasa ni porojo, na mwanasiasa ni mtu ambaye anajipenda peke yake. Mwanasiasa ni mtu anatafuta madaraka na kutafuta nini, ajulikane na awe na nguvu. Unajua kwamba mwanasiasa anaweza kaua kijiji chote ili awe apate madaraka, lakini mwanaharakati sio hivyo. Mwanaharakati ni mtu ambaye amezaliwa na nyota ya huruma ya kutetea wengine na kufanya watu wawe na amani na furaha katika maisha yao yote. Huo ndo utofauti wa mwanaharakati na mwanasiasa. Sasa kama huo ndo utofauti kati ya mwanaharakati na mwanasiasa, je, mwanasiasa mwana mwana mwana awezi mwanaharakati awezi akafanya siasa? Mwanasiasa, mwanasiasa awezi akachagua njia ya wanaharakati, lakini mwanaharakati anaweza akawa mwanasiasa. Kwa nini mwanaharakati anaweza akawa mwanasiasa? Mwanaharakati anakuwa mwanasiasa kipindi kile anapoona kwamba hawasikilizwi, kwa sababu wanaharakati kazi yao ni kupambania nini? Watu wa sauti ndogo, wanyonge na wale watu ambao hawajiwezi kabisa, ndio wanaharakati wanasimama lakini, ikifika iki kipindi kwamba yeye mwanaharakati asikilizwi tena, anachagua njia ya pili, ndio njia ya kuingia kwenye siasa na kuchagua na kutafuta vipi atakavyopata madaraka au wadhifa, ili aweze kutetea kile kilichoweka Mwenyezi Mungu ndani ya moyo wake. Ndio maana unakuta mwanaharakati anageuka kuwa mwanasiasa, lakini ni vigumu sana mwanasiasa kuwa mwanaharakati, kwa sababu yeye akumbwa na nyota ya huruma, yaani yupo na nyota ya wizi udanganyifu na ubinafsi. Kufuatana na siasa za Jamhuri ya, ya, ya Kidemokrasia ya Kongo kuna mabadiliko gani ambayo unaona wewe kama eh, mwanaharakati? Ah, nikushukuru sana. Mimi kama mwanaharakati naona kwamba nchi inaendelea kuharibika, nchi inaendelea kudidimia na kwenda pabaya sana. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo ni nchi nzuri sana, lakini wafanya siasa wanaifanya kuwa nchi mbaya na kuifanya kuwa jalala. Congo inakuwa nchi ambayo imeshawekwa ime, ime nafasi ya kwanza kwenye ufisadi na pia na vita, na wafanyasiasa tena wanahuruma na raia yao, wanakuwa pale kwa masilahi yao, tuende kufanya makoro kule doa, tubebe na societe civile kule ndio mie ndio wenye hakuna hata mwanaharakati, kuna sisi tunagombana, tunatetea haki ya wanyonge tu, atakupeleka kwa. Ni serikali ya wezi, serikali ya chisegeti ni ya wezi, wanafanya biashara kupitia damu za kongomani. Joseph Kabila alifanya biashara kupitia damu za kongomani, Vital Kamerhe biashara kupitia damu za kongomani, mpaka bwale wa FCM23 uko pale kwa sababu ya damu za kongomani. Na ni masuala ya nani? Ni masuala ya nchi jirani, nchi ya Rwanda, Uganda na Kenya, hata Tanzania ndani yuko ndani Uh, FC M23 ni vuguvugu vugu ambalo linapigania maslahi yake, na tunajua Wazalendo nao walitangulia toka zamani, wanapigania haki zao, na kuna upande wa serikali. Hata ikisemekana eti Wazalendo wako upande wa serikali, lakini Wazalendo wao ni kundi lingine ambalo limekuja kujiunga na serikali ili kupambana na M 23. Sasa kwanini kwenye hizo accord hiyo mikataba yote ambayo inapita huko mm. Wazalendo viongozi wa wazalendo awashirikishwa, linaweza ikawa sababu gani au kwa sababu wa kupandwa serikali au la? Wazalendo wa kushirikishwa, kwanza ujue, cha kwanza wazalendo, wazalendo ni watu wa maimai, ili uzalendo wamewagiuzia tu jina. Wale wa maimai ni raia ilikuwa na na ni siasa ambayo Felix alisomeshwa na mabeberu alisomeshwa Africa, Africa kufanya, kufanya commerce. Ah, ah. Wale kwa na wnlufanya ah walikuwa na ajenda yao walipomuingiza kwenye East Africa Community, ndio pale wasema hivi tumeshamkamata do tuanzisha sa vita, sasa waliona kwamba wale wa maimai mai, itakuwa mwiba mkubwa kwao na Felix Chisekedi, Felix Chisekedi t tuanzihlukutumb alikuwa, alikuwa, alikuwa mtumii mia yeah, wa miaka yote ya serikali sasa. Nataka nikuuliza hivi ikiwa alitoa wale watu kule akawapeleka kule wanaanza kupigana kule. Sasa nataka kumaliza kusema nini? Nataka kusema wale wa maimai kama kwapelekwe kule doa na kule Marekani teyeze akoro anafanya kule kwa sababu wale wakonsidere kama raia na wale wanawekwa kama vile kitu ambacho kiko mwajinda nyiko kashi na itafika siku tutakuja kuambiwa wa, Wazalendo utawapokonya silaha, kwa sababu gani walifanya violence hivi na hivi. Watapokonywa silaha watapokonywa na watafungwa wengine. Serikali imesha sema watafungwa, hata umesikia, Vitakwira alisema kwa watu kuna wana wa, wanayo wa, wa, wa, Wazalendo watafungwa hmm. Na mpaka hivi mmoja wa Mataifa ameshaanza sema wana vile wanaiba lakini habari za uongo hmm. Kwa hiyo sasa wazalendo hatakiraia haikupelekwa kule siasa Felix Tshisekedi anafanya mm. na AFC, wa ARC pamoja mm. na M23, ndio maana unakuta sisi aoro zao walizozifanya tena, unakuta wazalendo yani awashirikishwi kwenye jambo lolote lile. Kama awashirikishwi kwenye jambo lolote lile, hii itakuwa hatma ya wazalendo. Na kitu gani wazalendo wanaweza wakakifanya? Hilo jambo zuri sana mimi kama mimi kufatana na analize zangu na kama vile mwanaharakati, ingekuwa mimi ndo nina nafasi lia ya kutumba ingekuwa mimi nina nafasi ya ni na nafasi ya Rene, na nafasi ya ya nafasi yakmanzito undi ungekwasa muda wetu, sasa kuleta amani na maendeleo katika nchi yetu, spesialema zile teritori zetu tatu ya Mwenga, Fizi. Na amani kivipi sasa? 5 Uvira Sambi... M23 na serikali ya ya Kongo wakodoa kwenye makoro hakuna mzalendo alipelekwa kule, hakuna raia alipelekwa kule na ikumbuke kwamba M23 ishakamata 34000 km2 kule na wameshaetablire serikali yao. Wa mzalendo wanaambia serikali tupatie bunduki tupigana na watu serikali inakataa. Inaonekana kwamba serikali, serikali yetu iko complice na wale watu. Ndio maana sasa nataka kusema nini? Nataka kusema hivi Wazalendo mimi ningekuwa kama vile wale watu. Kama vile kina Tupa, kina Rene na kina Makana Ki. mm -hmm. Ningetabiri serikali mpya kama watu shikamata 34000 km kare. Unajua Vira ina kilometre ngapi? Unajua Mwenga na kilometre ngapi? Ufizi na kilometre ngapi? Fizi yenyewe iko na 17000 km na uchafu. mm -hmm. Mwenga iko na 11000 km na uchafu. Uvira iko na 3000 km na uchafu. Ukichanganya mm -hmm. mm -hmm. hizo kilometraje zote hapo utakuja kupata ngapi? Utakuja kupata umwe 30000 kilometre hmm. Zenye Uvira Fizi na Mwenga ishakuwa inchi hmm. Na hizo teritori tatu zikichanga hizo kilometraje zote inakuwa deja inchi. Hata inchi zingine za Afrika azina hizo kilometraje, kama vile inchi kumi takuesabilia, kuko Seshele, kuko kuko, kuko, nani Gambi, kuko Maeritrea, ku kuko ma, kuko ma, kuko ma, Kuko ile Ma, ma ma, eh, eh, ma Maurice. Ni nchi nyingi nazo kukusabilia na Burundi, na population ah, yetu hizi territoire zote tatu ni milioni 30 na uchafu, ni milioni 30 na uchafu. Sasa yule mwenye milioni 30, Fizi yenyewe iko na milioni 1.7 ya wapita. Uvira iko na milioni 1.1 make milioni moja na laki moja na uchafu. Mwenga ndo iko na kapitali mineral, na vile iko na yada, iko na babita omo na uchafu. Ukichanga sio tuadamilio eh, ma, ma milioni tatu. Tuko milioni tatu na uchafu. Umegusia jambo moja la kusema kuwa zile tarafa zote Mwenga, Uvira, Fizi zingejiunga kama wazalendo wa kina Yakutumba wangejiunga, wakawa kitu kimoja, wakatengeneza uwanja, waka create yani wao au jeshi lao, au wakatengeneza nchi yao, ndio jinsi umemaanisha? Yeah. E, wakatengeneza nchi yao, ila habari ambazo ni nyingi sana, mbona kila mara tunasikia kama vile wazalendo awasikilizani hapa na hapa, vurugu awasikilizani. Je, watu kama hawa ambao awaelewani hicho kitu anaweza kakifanikisha kweli? Ndiyo, hicho kitu wanaanza kukifanikisha. Ni kwa sababu nasema kwa sababu gani nasema hivi? Kama hao watu waelewani wa ni kwa sababu wale waliokuwa kule. Unajua Fizi iko na wadepite wake. Uvira iko na wadepite wake na mwezi iko na wadepite wake. Na kila wadepite wameisha mazingira ya ufisadi. Na ndio wanatumia sisi kama vile nguvu zao. Ndio maana wanaita zile chokochoko kusema mi au wa fulero na wabebe wasielewani. Hawa na hawa wasielewani. Hawa na wasielewa paske wao wanataka tu tuishi ile mazingira ili waweze kuchuma mali zetu. Lakini sasa ingekuwa kwamba wale walikuwa kule, wakija na akili aiza akili. Wale watu wanataka jenga jeshi moja tena nzuri kwa sababu hawa nao pigana pigana kule na kupigana wao kwa wao masasi. Usifikiri wale ni wa maimai, wazalendo hapana. Ni wale mfiltre washakuwa deja ndani mba maimai. Wapigana pigane vile au wasirike na wasirike, waanze kututulana, adui anaingia. Kwa hiyo sasa niko pina kusema nini? Napenda kumalizia kusema wale watu wakiunda serikali moja, wakiwa kitu kimoja, wanaweza kuunda serikali moja na wakafanya ikakuwa waka, nchi hii moja na serikali yetu itakaa chini na kuwanegosie na kuwaita kule doa na wafanye makao. Nchi hawezi kupelekwa jinsi inavyopelekwa, watu wanakufa watu, watu, watu, watu, watu wengi watu wanakuwa mayatima watu wanakimbia sana, lakini atushirikishwe katika hizi akoro, ile makabila ya kule ndio yashirikishwa kwanza ule nanga kwa sauline, ni, kwa ni Kisangani yeye anashirikishwa vipi? Mtu wa Kisangani na wa victime, ni watu wa Vira, watu wa Bukavu, watu wa Fizi, watu wa Mwenga na watu wa Nord Kivu kwa hakuna vita hmm? Kwa maana nini anashirikishwa? Sisi tushirikishwe kwa sababu gani? Ndio maana nasema hivi kuonyesha serikali kwamba sisi hatupendi mambo yanayofanyika kule. Ile ndio kipasho kufanyika, sisi tujikamata in charge, na mimi mwenyewe mimi mwenyewe niko ile nafasi nikifanya hivi lakini ujumbe kwa wazalendo ni hivi: ikiwa Felix atafanya dialogue ataongea na wale wa, wa, wa, wa, wa M23 anafanya dialogue pale, vile Felix ametukosea sisi watu wa Sud-Kivu, Nord-Kivu. Na hiyo sasa ndo jambo kubwa ambalo wazalendo wanataka wakae chini waangalie, ikiwa wakifanya zile dialogue, wale watu watapata nafasi kubwa na wazalendo watabaki mayatima. Kabla hicho kijafika tunatakiwa situasyo, situasyo au tu changer hii situation situation sécuritaire au tension politique kule kwetu, tufanye republique yetu. Tukifanya republique yetu tutakuwa vizuri, tutafanya akoro mpya na tutajiendesha si wenyewe. Mali zetu zinaenda bure, Minembo kuna jamaa shende mitumba yanani nani hapa mkuu mboko na kolta Lemera kuna or tuko na oro kuanzia juu ya Baraka, misisi yote Lulimba mpaka nyange kule, ko oro tunashindwa kujipeleka na nini? Tuko na peli metrofe Burundi, Tanzania, Zambia kwa njia ya maji ya Tanganyika, tuko na mpaka na Rwanda, tunashindwa tunashindwa je kujipeleka? Tuko na poro international, tunashindwa shindwa vipi kujipeleka? Ni kukosa akili, ndio maana sisi tunakuwa hivi. Kwa hiyo tunatakiwa tuangalie, tujifunze. Hiyo ndo message yangu kwa zalendo, wakae chini, wajifunze nini cha kufanya. Wakongomani wameenda kujiundia mazingira kusema nini, tuanze mambo ya ukabila leo. Unasikia huyu ni Mnyarwanda, huyu ni Mkasai, huyu ni Muluba, huyu ni Mubembe, huyu ni Mfuleru, huyu ni Mgala, huyu ni hivi, ule ni vile. Sasa inakuja kuonekana kwamba sisi tunapigana sisi kwa sisi. Kwa sababu gani? ya ukabila, yani makabila kwa kabila kwa kabila zinagombana na tunatesana sisi kwa sisi lakini Afrika Kusini ilikuwa ni ya kizungu. Sasa nataka kusema nini? Nataka kusema hivi, ikiwa haya makabila yote yanaweza kukubali kusarenda yani, kukusarenda ni kusema nini? Ni kukubali kwamba sisi akina fulani tumekubali kuwa pamoja na hawa. Sawa. Tunakubali kuwa pamoja na hawa tunakubali kujenga nchi yetu, tuache yale yote, ile makonflikti ya kikabila kabila basi nchi yetu itakuwa na amani na nchi yetu tutaijenga. Kwa mfano, leo tunasema kwamba kuna mfano hapa hivi wa watu wanaishi kule Minembwe. Na wale wa wa wa wa watoktona ambao wanajiita wa Bembe, watoktona wa Kitawa Fuliru na wanyindu na wavira. Ile vita inakuwa vita ina vita inakuwa vikali sana. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu kwa sababu gani hakuna kabila linalotaka kukubali kusareta kukubali kwamba hawa nao ni watu. Sasa tukikongomani eh, akijua hilo kwamba mtu ani, mtu na utu ni nini, hapo ndio tutapata solisho ya nchi yetu. Tunapenda kujua zaidi sana kwa hilo swala ambalo umeligusia hapo, umetoka kuligusia sasa hivi la kusema ukabila, makabila hayaelewani kitu gani kinasababisha makabila asielewani? Kinachosababisha makabila kutokuelewana ni wanafanya siasa. Ndio maana nimekutanguliza kusema kwamba sisi wanaharakati tunahubiri amani na upendo kila siku. Wana wafanya siasa ni, ni, ni wezi wafanya siasa ni waongo sana. Wale wanasababisha makabila yanagombana, kwa sababu kila mtu, kila mmoja anayekwenda kule akishamaliza siasa zake, mimi nataka nataka nafasi nataka wadhifa, cha kwanza ni kuchonganisha watu wa maisha ya chini, ndio wale sisi tunaowatetea kwa sasa hivi, tunatetea wanyonge, wale ndio wanachonganishwa, kwa sababu wewe ukisoma ukimaliza masomo unajua kweli, unajua haki. Lakini anachonganishwa ni mama yangu ambaye akusoma ni baba yangu akusoma wale watoto wa vijijini ambao wakupata elimu wanachonganishwa, na wale ndio wanaanza vita ya kabila. Sasa kwa mfano tuseme hivi, mdogo wako akipigwa au familia yako ikiuliwa kwa sababu ya ukabila na wewe umeshasoma, utafanya nini? Utachochea vita? Wewe utaleta bunduki unapatia hawa? Wewe utachochea vita? Sasa kwa hiyo ni kusema sisi eh, wale wafanya siasa ndio wanasababisha vurugu za makabila kwa sababu wanataka kutumikia maslahi yao. Hizo naweza kukujia wewe, ni mwanaharakati toka tarafa la Fizi, tarafa la Fizi ndo unatokea na tarafa la Fizi, tukitizama tu, ni tarafa ambalo limejaliwa ma rasilimali mali asili, yani ile ambao wanaita mali asili nyingi sana, lakini kwa nini Fizi haina maendeleo? Ah, swali nzuri sana mimi kweli ni mzaliwa wa Fizi na ni mwanaharakati wa Fizi ni, ni, mi, ni mwanaharakati wa natetea Afrika nzima, lakini kwa sasa nimegamia sana Kongo, lakini Fizi zaidi na ninasema kwa Fizi. Kwa sababu gani? ni kwa sababu huko ndiko nilikozaliwa na ninaona kwamba hali inaendelea kuwa mbaya sana kule. Fizi inakosa maendeleo kwa sababu ya vita. Vita ndio vimesababisha Fizi kukosa amani. Unajua kwamba vita kule Fizi ilikuwa leo kwa kwa vita, vita vimeanza zamani sana ndio hivyo wanajua vita vimeanza zamani sana, na kama vita vimeanza zamani naweza nikakuexplique kidogo. Tupe habari yeah. yeah, ah, unajua toka ukoloni yeah. Toka ukoloni sitaenda kule katika commerce triangulaire ambayo ni biashara ya, ya, ya, ya utumwa, sitaenda kule lakini tanzia yeah. Hapa katika ukoloni tuliingia kwenye ukoloni miaka na miaka na wazungu waliua watu wengi kama milioni kumi na tatu wa Wakongomani, lakini katika ile milioni kumi na, na tatu wa Wakongomani mlikuwa na, wa, na wabembe walikuwa ndani walikufa walikuwa pia, kwa sababu wazungu walikuwa partu wa Kongo, mm. na walikuwa chukua wakongomani kwenda kuwafanyisha kuwaweka, eh, eh, kwenye mashamba zao za pamba au kukata mipira ile ya kutengeneza mataili ya magari zao mm. Lakini ukisema umechoka au ukisema upumzike, wanakukata mkono au wanakuua kabisa. Lakini statistiki yao ilikuwa basi tu. Mungu alisaidia tukapata mkombozi, ndio aliitwa Emery Patrice Lumumba, akatombea independence. Ilipofika mwaka wa 1960 tukapata independence lakini ule bwana walimuua. Baada ya kifo chake, baada ya kifo chake cha ero wetu Emery Patrice Lumumba, tulipofika mwaka wa 1963 vita vilianza tena. Maki wa pro Lumumba walianza vita kontra Mobutu, wakaanza kupigana vita, wakapigana vita na ikaonekana kama vita vilikuwa vigumu sana, wakahamisha ngome zao zote katika teritoria ya Fizi. Walipohamisha vita katika teritoria ya Fizi walikaa kule mpaka 1982. Hmm. Mwaka 1982 wamekaa kule, walikuwa kule msituni yani Dora Kabila alikuwa kama vile gorila, alikuwa gorila katika msitu wa Fizi. Sasa alishindwa amani, wakatangaza amani, amani ikafanyika, wabembe waka ndio kuanza kupata sasa amani. Ujiulize kuanzia ile epoque coloniale, epoque coloniale Mm -hmm. mpaka maane ya 1982 watu walikuwa tu wako materere watu wako mushida wako kwenye viki lakini wakakaa kwenye amani kuanzia 1982 mpaka 1995 tetesi za vita zikaanza kufika 1996 AFDL ikaingia so ukikalikile kutoka pale 1982 mpaka 1995 96 wabembe walikaa katika amani miaka mingapi itakuwa ni vendeza miaka 22 kama sitanganyiki tanganyi mm -hmm wamekaa pale kwenye amani. Sasa vita vikaanza, vita vilivyoanza tena mpaka leo ninavyoongea hapa, vita vilianza Fizi, ikakuwa ndio victime wa vita maki, vinaanzaka huko vinaenda manoro Kivu, vinashuka vinaenda Kishasa, wapi mwisho wake, vinakuja kuishia Fizi na wabembe wanakufa wengi na vita hivi. Vita vimeshaua milioni kumi na tano ya Wakongomani, lakini wabembe nao ni wengi ndani. Naulizia kuhusu maendeleo ya ya tarafa la Fizi, na ukaleta majibu yako. Asante sana mbo, tunapenda kujua, tunapenda kujua, watu wanapenda kujua zaidi sana kuwa kwa hizi vuguvugu vugu la vita vya kabila kabila kati ya Wabembe, Wanyamurenge, Wafuriru, wa Wavira na Wanyindu, je, vinaweza vikawa vya, ndo chanzo kikubwa sana cha ukosefu wa maendeleo tarafani Fizi, inaweza ikawa chanzo lakini sio sana kwa sababu kipindi cha nyuma hicho kulikuwa tena kipindi cha mpaka4, kulikuwa kuna vita, lakini fizi ilikuwa na maendeleo, Fizi ilikuwa na maendeleo. Kwa hiyo tukisema kwamba watusi wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa Minembwe ndo wanasababisha katika hizo vuguvu za vita entre wao na wa autochtone, ndio inasababisha ukosefu wa nani wa maendeleo kule Fizi, hapana, ni uongo ni kwa sababu gani kule hakuna maendeleo? Ni kwa sababu tuna viongozi wabaya. Viongozi wabaya wanakuwa hawataki kutengeneza kwetu, wale watu wafikirie kule kwetu. Sasa wanaona kwamba wameshashindwa, wameshafeli. Tutafanya kitu gani tuafikie? Tuingize siasa hii, siasa hawa na wagombane, ili tuonekane kwamba tumeshindwa kwa sababu ya watu. Lakini vitu viko kwa leo hivi, M23 iko hapa, M23 FC wako hapa, Kamanyola, wazalendo wako hapa katokota barabara inajengwa Uvira. Unafikiri kwa nini barabara inajengwa mm Uvira na, mm, na kuna vita? Kwa hiyo inaonekana kwamba hakuna kwa volonte ikiwa vita vinapigwa na minembo kule juu, kwa nini fizi kusiwe barabara? Kwa nini watu wasiwe na maji? Kwa nini hospitali zisifanye kazi? Wameshindwa, ndo wanatuletea habari za vita za makabila. Kuhusu hilo, kipi ambacho wewe unafikiria kinaweza kikafanyika ili hiyo Fizi ipate maendeleo ni kitu gani ambacho kinaweza kufanyika wewe kama mwanaharakati? kitu ambacho kinaweza kufanyika Fizi ipate amani na maendeleo ni kitu kimoja kwanza. Kitu cha kwanza ni kudumisha kwanza upendo, upendo kati ya makabila, au ndiyo, kwanza makabila yote ikubali kwanza kujua kwamba bila upendo hakuna chochote kinaweza kikafanyika. Unaona katika wale wa Watusi wa minemo mm. ambao wanaitwa ni Wanyamurenge mm. kati yao kuna watu wazuri mm. na mna wazalendo pia mm. lakini kati yao kuna watu wabaya. mm. Wabembe wa fulero na Wavira, kuna watu wazuri na kuna watu wabaya pia mm. lakini kwa nini sasa hao watu hawataki ku kuwacha ili swala la vita? ni kwa sababu kuna watu wanawa intoxicate kuna wanafanya siasa fulani wana wa wanafanya biashara kupitia sisi wanyonge. kwa hiyo sasa nataka kusema nini ili Fizi ipate amani Tunatakiwa tuhubiri kwanza upendo, mm -hmm. na tuelewe kwamba maendeleo yetu sisi inakosa kuwa hapa Fizi, hatuna maendeleo pa Fizi, ni kwa sababu gani? Tunadanganywa na ufanya siasa. mm -hmm. Kuna baadhi ya watu wanasema kuwa wale Wanyamurenge pale juu sio sio Wakongomani wale ni Wanyarwanda. mm -hmm. wale sio Wakongomani wale ni Wanyarwanda. Na wewe umesema jambo la kusema jambo nzuri sana, pointi moja umeongea nzuri sana kusema eti ekubiri upendo upendo utahubirije? Huu upendo wakati kuna watu wanasema wengine sio wa Kongo bali ni Wanyarwanda. Sasa, kuhusu hilo swala la Wanyamurenge wewe unalielewaje na unaweza ukaambia watu kitu gani kwa jinsi unavyoelewa Wanyamurenge? Kwanza ikumbuke kwamba katiba yetu nasema kwamba Kongo hakuna Wanyarwanda. Katiba yetu nasema kwamba watu wote wa kongomani na wale Wanyamurenge ni wa kongomani. Sasa, mimi siwezi kukataa kusema kwamba Wanyamurenge wa si wakongomani mani. Hiyo ni siasa ya wale mafisadi. Yaani wameshindwa kama nimesema mbele. Wameshashindwa jinsi gani ya kuokoa Kongo. Ndio wakasema ah, tuingize hili swala ili hao watu wakianza kugombana sisi tutachukulia pale kwamba tumeshindwa kwa sababu ya ili. Lakini ukweli ni, ni kusema nini? Ukweli ni kwamba Wanyamurenge au watu toka Kongo tena. Wanyamulenge watafukuzwa. Mbona wanapigana vita hapa sasa hivi? Wanapigana na Wanyarwanda. Kwa nini hawajapiga wale wa, wanya, wa, wa Rwanda kuvira wale Wanyamulenge? Hawajapigwa. Si wako pale. Ndio wako wako si wako pale. Mm. Hmm? Walipigwa kule Vyura. Kuna sehemu kule walipigwa Vyura miaka ya, ya, ya nyuma hapo. Wakaja na ng'ombe zao mpaka huko. Mbona wale watu mbona mpaka sasa hivi wapo? Walifukuzwa walenda Rwanda, si wapo? Kwa hiyo niko napenda kusema nini, tusipokubali kujua kukubali tunavyofundishwa kwamba wanasiasa ndio wanaotuharibia nchi yetu, hatutatoka mwaikrisi na fizi yetu itabaki na probleme tu kila siku, kwa sababu sisi hatutaki kuelewa. Na kingine nataka kusema ni nini, vijana vijana hawataki kuelewa kitu. Wanapoambiwa ukweli, wanakataa, wanakuwa sapoti wanakuwa na ma, mawazo negative mm, ya kusapoti waasi. Mtu akitoa muasi anakuja ni kuiba kupora na kuua. Wale watu wana maendeleo kama vile tuseme mfano wa FC M23, wale watu wana wana maendeleo kweli? Waliingia hapa dix minutes, waliuawa au police ya 1000 personnes. Ile police ya 1000 personnes, wao ulifikiri zilikuwa nyama? Kisha wale mnaoita wana mapinduzi wanakuja kufanya nini? si ni uongo. Kwa hiyo tusisa, wa vijana waache kusapoti wahasi ambao wanatumikia maslahi za nchi za nje.